Jijiji ni faraja kubwa sana sana kwetu sisi wana Itagata, tunakushukuru sana, kisha salamu zetu kwa mbunge. E, kwa kweli vitu walivyotupatia kwenye kata yetu ya Itagata hakujamwangusha, kama unavyoona vimefanya kazi. Na sisi wana Itagata isagata kwa katupelekee tu salamu kwamba tuna imani naye Mwantona, maana kabla hajaanza madaraka na yuko kwenye kampeni alituahidi na kutuahidi kwake kweli ametimiza, kwa tunajua atatimiza zaidi na zaidi. Kwa nyingine, tumshukuru sana mheshimiwa mbunge sababu anatupa imani sana bila yeye kutekeleza sisi tutakuwa ni wadhaifu kama viongozi wake wa chama mm -hmm. Na pia tumeshikamana naye toka muda, tunatarajia kwamba aweke nguvu zaidi Itagata. Tunamwamini kwamba tutaendelea kuamini na tuna imani naye. Yani nimefurahi, nimenenepa, kwa sababu najua sasa hivi ni muujiza, ni daraja la Lusako, tunajua imeisha. Tunamwamini mheshimiwa wetu mbunge. Kwamba tafanya kwa sababu kama alivyoongea mheshimiwa diwani amefanya hiki kitendo kabla hana uhakika wa kwamba nitaingia madarakani, kwa tunajua atafanya zaidi. Kweli hatukuamini hiki kivuko kama kitafikia. Tunashukuru, tunashukuru, sijui nipiga magoti chini labda kwako ujue ya kwamba utakapoenda salama kwa wote wanategemea kupitisha mzigo mzigo yao hapa, kwa kutokana na tatizo lilizokuwepo hapa Watu ni maana vilivyo yani, huku tazi inaonekana sa kilimo hakuna faida, kwa sababu mtu anatoa mzigo shamba anabeba kupeleka sehemu ambapo pikipiki inaweza kufika, ana pikipiki inabeba pale, wanakuja wanatua hapa watu kubuisha, wanatua hapa watu wanaanza kubeba vitu ni kwanza kuvusha tena, wanatua hapo hapo ndio inaenda kufika sokoni, kwa mzigo inachoka. Kama unavyojua tuna mzigo ya na mzigo huku, hizi ni ni mali mbichi. Kwa hiyo kuisha kwa daraja hii hapa ni ukombozi mkubwa sana kwa wana Lusako kushukuru tu kwa ndugu zangu wote ambao naishi nao katika kijiji hiki ambao ni wana kijiji wenzangu kwa kupiga toti mahala ambapo tulikuwa tunasumbuka kwamba itakuweje, tukapigania ita kwa ndugu yetu mwaka sita tukapigania na kwa ndugu zetu mpaka mbunge nani wote, na Mungu ametusaidia. Tunashukuru sana kwa kazi hii ambayo tunaendelea nayo na uwezo huu uliofikia mpaka sasa hivi. Ndugu wageni, mnavyoangalia hii daraja inatakiwa iende mbali moja kwa moja. E, napenda na sana namwambia nampenda sana nampenda sana mfikishe salamu, Sana sana sana kwa namna mlivyoweza kuzungumza. Kwanza mmemshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kazi aliyofanya kwa kipindi hiki cha muda mfupi, na nyinyi wenyewe mmejidhihirishia, Mheshimiwa mbunge ametoa sehemu ya ahadi yake kabla hata ya kuingia madarakani, lakini pia mkaongezea baadhi ya changamoto siku zote kwenye sehemu yoyote ile lazima changamoto kaya, zi ziwepo. Nawahakikishia ujumbe huu, ujumbe huu Albert Anthony Mwantona lazima aufanyie kazi kwa wivu mkubwa ko, ndugu zangu nawahakikishia sana wana Lusako, wana na wanaitagata, kama mheshimiwa mbunge amefanya kwa kiasi kikubwa hiki, hiki kidogo kilichobakia akitoweza kutushinda ndugu zangu, wanaitagata, tuendelee kumwombea afya na uzima na nguvu tele CPA Anton Albert Mwantona mbunge wa jimbo la Rungwe, ili aendelee kufanya kazi nzuri. Na niwahakikishie wakina mama, tunataka kuwatua ndizi kichwani. Watu wa Itagata, tutawatua ndizi kichwani. Daraja hili likikamilika, magari yatapita vizuri ili kusudi watu wa Itagata mkawe na historia.